Hmm. Naona maarusi yaani jinsi mlivyo hata mjapendezana, na sijui hata ndani itakuwaje, itakuwa kituko kituko. hmm. yaani wewe ni wa kufunga ndoa na uka hapa. hmm. kila mwenye razake anaenda kum kum kum kumstarehe, uda Tony. Hey, hey. Uh. Tony. Kuwa na heshima kuwa na heshima. Mimi sijawahi kukuvunjia heshima hata siku moja. Sijui tumeelewana? Sisi wote tulikuwa wateja wake. Sasa nimwite mteja wa zamani au shemeji? Ndio wa kwangu. Alafu kuanzia leo sitaki hapo, kanyaa. Bye. Enda kutafuta kazi, usijali, ntarudi na hela. Nenda jikoni kaandae chakula cha asubuhi, nikirudi ntarudi na zawadi ya kupendeza. Sasa hela za kupika utapata wapi? Au unadhani unaweza kukutana na mtu akakupa kazi leo hii hii? Hisi ni kama ndoto tu, Fenki. Jamani, nice. nasi Iwe ndoto au la, nitapata tu kazi. Ninahitaji uwe uh, na imani na kuhakikishia, nitakuwa na hela za kutosha. Kila kitu tutapata, wala hata usijali. Unajua Frank unavyoenda kufanya hivi ni kama unaenda kujoga kwenye hatari hujua unaenda kukutana na nani huku nje? Kila mtu anahitaji nafasi ya kujaribu. Mimi siogopi na kama ya ya. Usijari, ni kazi ya mikono yangu, sitapumzika mpaka niipate. Usijali, mimi ni ya mali, kwa hivyo weandaa vitu vyako, nitarejea na vitu vyote Fingy. Hata hivyo, pesa za chakula tu sina humu ndani, sijui nitapata wapi, na sina uhakika na hicho unachoniambia utakuja na, na pesa kweli. Hatuwezi tukaishi na ndoto peke yake feki. Nancy, kama nilivyosema, nitarejea na hela. Kila kitu kipo ndani ya uwezo wangu. Nitarudi na pesa, ninachokwambia ni ukweli. Nitapata kazi lakini eh, kumbuka maneno yangu. Na siwezi kurudi nyuma kama nimeamua jambo hu oh, asipo tena kwenye maamuzi ya kushindwa, siwezi kuwa na wasiwasi Yeah. Frank ameondoka sasa. Ameenda kutafuta kazi, lakini sidhani kama atafanikiwa. Je, naweza Yeah. nikaje? Karibu sana mrembo nilijua utakuja tu. Frank ni alinifanya nionekane mjinga yani. Alizani anaweza kuachana na wewe na bado tukaendelea kuishi vizuri. Yani hata hajui kuwa wewe ndio ulikuwa unatupa pesa za chakula. Sasa sijui pesa atazitoa wapi? <laughs> Uh, Frank alikuwa na haraka sana na mawazo yake ya kijinga, alifikiri <laughs> anaweza kukushika na kukupeleka kanisani. Nilikataa hiyo ndoa kwa sababu moja tu, Nansi. Na hiyo sababu ni ipi Tony? ah, kwa sababu niliwahi kuonja utamu wako Nansi. Ah, sasa nikasema nikikuacha kwa Frank, huu utamu mitaupata wapi tena? Na sasa unafikiri huwezi kuupata utamu wote tena Frenki amenioa lakini bado nipo hapa, utamu ni wako. Hapo ndo unaponifurahisha nansi. Nifikiri umekuwa mke wa Frenki kwa dhati, kwamba umeamua kuacha kazi yako ya zamani, lakini kwa sasa najua nansi bado ni nansi wangu. <laughs> kwani unadhani ningekubali maisha ya umasikini na Frenki na niache kile kilichokuwa kinanifanya niishi vizuri. Unadhani ningeishi vipi? Hapo ndo ninapokupendea. We ni mwigizaji mzuri sana nasi. Hata mimi nilizani kwamba kidogo umebadilika, lakini kwa sasa umenirudishia amani <laughs> nayo amani si bure, Tony najua unajua kanuni zangu, sio we? Si unajua Frenki hana chochote. Hii ndio sehemu yako ya furaha, Nansi. Hivi unafikiri kwa nini nisingemwacha awezi kukupola kutoka kwangu? Unajua nini, Frenki alizani amenioa, lakini ukweli ni kwamba mimi naishi kwa kanuni moja tu: pesa kwanza, mapenzi baadaye hapo ndo napofanya nizidi kuwa na tamaa nawe. Nancy, wewe ni zaidi ya mwanamke, wewe ni biashara yenye faida <sighs> leo umeandaa mpaka chakula, kuna shereni kila siku ni sherehe, unapokuwa na mtu ambaye unampenda. Unajua nakupenda, lakini si ndio? Mm. Najua, lakini swali ni je, unanipenda kweli Nansi? Mbona un unaongea kama mtu mwenye msaya sana. Hebu tule kwanza kabla chakula kijapoa. Leo nilikuwa natembea barabarani nikakutana na mtu akanisimamisha, akanipa hadithi ya mke mmoja aliyomhakikishia mumewe kuwa anampenda, lakini kila siku jioni alikimbilia kwa mwanaume mwingine. Mumewe hakujua au pengine alijua, lakini hakutaka kuamini <laughs> enwe na hadithi zako Hivi unafikiri watu wanaweza akafanya hivyo kweli? Kuna watu wengine wanaweza, Nansi. Na wanapofanya hivyo wanahisi hakuna mwingine anayejua, lakini cha ajabu ni kwamba mume aliyekuwa akisalitiwa aliendelea kumpenda mkewe hata baada ya kugundua siri yake. Achaizon. <laughs> Hebu tuzungumzie mambo yafaa. Vipi umefanikiwa uh-huh kupata kazi? Unajua Nancy, kuna vitu ukivificha vinajificha kwa muda tu, mwisho wa siku huwezi kuficha harufu ya damu kwa marashi, si ndivyo? Mbona <sighs> wala unazungumza kwa mafumbo hivyo mpenzi? Lakini mimi ni mke wako. Niamini. Ndio maana nipo hapa kuangalia kama bado ninachokiamini ni kweli au kama ni kivuli tu kinachoficha ukweli. Tony, nimeona kwa macho yangu. Nilikuwa kipofu lakini sasa nimeona. Mwanamke bado ni yule yule, anafanya mambo yale yale. Unamaanisha nini Frank? Umehakikisha? Hapana Toni, mimi sijahakikisha, lakini yeye ndo amenihakikishia. Amethibitisha kila kitu kwa vitendo. Kila neno ulioniambia siku ile ulikuwa sahihi. Nakuomba lazi jamangu, nilikuwa kipofu, nilikuwa nakimbia bila kujua wapi nitaangukia. Thank you. ili jambo sio la kuzungumzia kwenye simu, nilikuwa nalisubiri siku nyingi. Nakuja hapo sasa hivi, nakuaminia Tony, njoo haraka Frank, upo sawa? Imekuwaje? Hebu nieleze kila kitu. Yule mwanamke bado hajabadilika tu, sio wakumwamini kabisa. Mimi nilikushauri Frank, lakini ukawa umetekwa na mapenzi ya kipumbavu. Em, twende ndani to Toni. Una haki ya kuona mwenyewe umefanya nini? <coughs> <Ufani. tos> Wewe ndo umemuua Nansi. Frank, usinifanye nikosea akili. Yaani wewe umeua mtu Frank, umefanya hivi. Nasi umesau, unajisau. Wewe ndo ulimfundisha usaliti.

Frank. Usifanye ujinga. Sikujua kama utachukua hatua hii hatukuwa tu nampigania maisha haya ya kifo, Frank, tafadhali. Frank, acha. Wewe ukipiga okay, hata hatua moja moja kusogelea huo mlango na kuwapia, Mwili wako ndiyo utatoka. Frank. Usifanye hivyo tafadhali. Lazima yalikuwa tatizo, na tatizo nimesha litatua sasa ni wewe Tony. Unaona wewe ni mjinga tu, nilikuwa najua yote, nilikuwa najua unachukua dasi nyuma yangu hata kama sijasibitisha, unadhani nitaacha tu liisha ivivi? Toi, hakuna tena njia ya kurudi nyumba. Siku zote nilikuwa naiona dunia kama ina rangi ya mapenzi na urafiki, mwaka umefika.

Mbona nahisi kama kuna kitu hakijakaa sawa. Ndio, vipi? Upo karibu na kwa Frank? uh, ndio nipo karibu. Kulikoni? Nauliza tu. Frank yuko nyumbani? uh, hapana, sijamuona. Mbona unauliza hivyo? Sawa, lakini una uhakika? Ndio. Nina uhakika. Kwa nini? ah, dakika tano zilizopita Tony aliniambia anawahi huko. Alisema anaenda kushuhudia Frank na Nancy wanaachana, lakini alisema kuna ugomvi ulitokea. Haujaona hata kusikia chochote? Mm -hmm, la hasha, sijui lolote, ila leo asubuhi eh, nilimwona Frank na niseme ukweli alionekana mtulivu sana ah, tofauti na kawaida yake. Uh, utulivu wa mtu aliyekubali hatima yake, utulivu uh, ndiyo. Unajua, kuna aina ya utulivu unaotisha uh, yani ule ambao mtu anakuwa kama ana. i ana, ana nini ana nini? <laughs> kama mtu aliyefanya maamuzi magumu

Ndio. <laughs> nao ulikuwa mjinga wa mapenzi, na nilijua siku moja mapenzi atakuangusha. Ndio. <laughs> nao ulikuwa mjanja sana kiasi

Saliti wako salitiako umenifanya hilo, nadhani hakuna maana ya kupigania chocho. Safari yetu yaishia hapa, tumefika mwisho wa njia zetu tututozia nilikuwa wewe tu mwanamke, ametabaki na wewe lakini ulinichezea kama takataka, ukaialazikwai nikamtafuta dansi, nasi nilimpenda kama mwanamke wa maisha yangu.

mana kazi haipo, maisha ni mateso, hata nati ayawaikuiywa. Sasa nitaenda kupumzika. Sitaki tena kupigana na hii dunia, sitaki tena kudanganya Sikitaki kubia, sitaki tena kufurahia, sitaki tena kupenda. Ala, mapenzi ioko si mtupu. Labda uko nitakapokwenda eh, nitapata amani, nitapumzika.